Banda la shirika la wakala wa meli TASAC. Mheshimiwa waziri, majukumu yetu ni kufanya udhibiti wa usafiri majini. Kama unavyoona, mheshimiwa rais wa awamu ya sita daktari Samia Suluhu Hassan amewekeza miundombinu na uwezeshaji wa shughuli zote za udhibiti katika maji ko tumekuwa tukisimamia wale wote ambao wanafanya kazi za kuwekeza katika bandari, wale wanafanya conservation ya mizigo, bandari kavu na zile bandari ambazo sio rasmi kukatushikiliana na mamlaka ya, ya, ya bandari TPA, lakini zile bandari kavu sisi ni kama vile mamlaka tunadhibiti eh, tunadhibiti kwa tumehakikisha hilo kuhakikisha kwamba usalama unakuwepo katika shughuli zote za usafiri. Tuna vituo vile vile katika Mwanza na Dar es Salaam katika kuangalia masuala ya uharamia baharini. Kuna usafiri wa bidhaa haramu, kuna usafirishaji wa madawa kulevya na kadhalika kituo chetu kiko pale kikiwa kama kituo shirikishi kinaangalia na kutoa mawasiliano kwa wenzetu wa Navy, TRA, polisi marini ya, kama nilivyokuambia, lengo la mamlaka kudhibiti usalama wa vyombo vya majini. Vyombo vyote vile ambavyo tunasitisha matumizi yake na kuwaeleza mapungufu yaliyokuwepo awafanyie kazi, na pindi anapoyarekebisha mapungufu yale, tunaenda kufanya tena ukaguzi kudhibitisha kama mapungufu yale yamedhibitiwa na yako tayari kwa chombo kuendelea na safari majini, iwe kinabeba mizigo kinabeba abiria au kinafanya swala lote la uvuvi. Kwa kama mamlaka tuliokasimiwa na serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ni kuhakikisha usalama wa chombo na usalama wa abiria na mizigo ikiwa katika usafiri wa maji. Majina anaitwa Amina Miruko, ni afisa uhusiano mwandamizi Shirika la Uwakala wa Meli Tanzania, TASAC Sh shirika hili limetokana na mamlaka ambayo hapo awali ilikuwa ikiitwa SUMATRA, ambapo SUMATRA ilikuwa ikisimamia usafiri kwa njia ya maji na nchi kavu, lakini baadaye mamlaka hiyo ikagawanywa, yakapatikana mashirika mawili LATRA ambayo inasimamia upande wa nchi kavu na sisi TASAC ambayo tunasimamia na kudhibiti usafiri kwa njia ya maji sisi TASAC tunafanya majukumu yale yale ambayo yalikuwa yakifanywa na SUMATRA, lakini sisi tunafanya kwa upande wa maji. Kwa hiyo sisi tunadhibiti usafiri katika sekta ya usafiri majini. Shirika hili limeanzishwa 2017 lakini limeanza kutekeleza majukumu yake Februari 23, 2018, na shirika hili linafanya kazi kwa mujibu wa sheria kabisa, na kikubwa ni kuhakikisha usalama wa vyombo vya usafiri majini katika majukumu mbalimbali, lakini vile vile pia kwa, tunaratibu utafutaji na uokoaji pale inapotokea dharura sehemu yoyote katika maeneo ya maji. Lakini si hivyo tu, pia shirika hili linasimamia na kudhibiti bandari na watoa huduma mbalimbali mbali katika maeneo ya bandari ikiwa ni pamoja na wakusanyaji na watawanyaji wa mizigo miscellaneous port service provider thamini. Wakusanyaji na watawanyaji wa mizigo ambao ni wanaitwa cargo consolidators and deconsolidators. Lakini pia watoa huduma mbalimbali katika maeneo ya bandari ambao wanaitwa miscellaneous port service providers, clearing and forwarding agents, ambao wao wanakuwa wanafanya uondoshaji wa shehena katika maeneo ya bandari. Kwa hiyo kwa kifupi, ndio shirika linafanya majukumu hayo lakini katika hilo kwa kuwa TASAC ni ni mwanachama wa shirika la bahari duniani, International Maritime Organization, shirika hili limekuwa pia likitoa ithiba, ithibati kwa mabaharia, ambapo wanafunzi wanapomaliza kujifunza katika chuo cha Dar es Salaam Marine Institute wanakuja pale kwetu kwa ajili ya kufanyiwa accreditation kwa kufanyiwa kitu kinaitwa oral examination, na wakishafanyiwa hivyo wanakuwa wanaweza kufanya kazi, wanapata vieti, na baada ya kuwa wanapata vieti wanaweza kufanya kazi sehemu yoyote duniani. Kwa hiyo TASAC inawakaribisha wananchi wa, wa, wa, wa Dodoma na viunga vyake kufika katika maeneo ya maonyesho hapa katika viwanja vya Chinangali ili kuweza kujifunza masuala mbalimbali kuhusiana na sekta ya usafiri majini. Karibuni TASAC, karibuni tuwahudumie.